Kuja Kasuku, nisaidie. Kwani amepatwa na nini huyu? Hata sijui, ila sijui kuna jini si mzimu ule, naona ametoka kwenye mwili wake, ndio kasababisha mabalaa yote haya.

Mundu. Kwani kinaendelea nini? Yani unaniuliza nuleza mi kinaendelea nini? Nikuuliza we kinaendelea nini? Mina nafika hapo na niomba sina omba nini, sina omba nini? Aya kimekuta nini hapo? Sikumbuki chochote kinachoendelea. Afu koo langu limekauka na kiu cha maji. Alafu <coughs> goli hili menikabu ya kiu cha maji. We mshenzi nini we. Yani nambu niambie kitu kimoja. Kama mizimu ya kuwe nishanza kuja kajimba yangu, nambu niambie kabisa, ni ni nijue nijipange vipi. Kwa stelia kufa kufa kuzimia hii. Usitaka kunipa pressure. Ushanisoma. Samundu, basi samundu, kwa basi hata ya huruma. Kaniletee maji yaani, unatepichela kindu na zimia zimia. Naomba tuheshimiane na pesa, sitaki kulipeka hospitali, na kama una kiu nenda mwenyewe ndani ukanywe kanywe maji mwenyewe, ndokapa toka kabisa. Yaani yaani, huyu ah. Shaza kuna kunawa mikono aondoke kwao tu shamba huko. Kwa stili hii, inabidi nichomeke udi kila kona humo nyumba yangu. nyenye shaanza kuandamwa nyumba nyenyewe ya kulinda, sio nyumba yangu jenge kwa nyumba yangu, ingekuwaje hujo ningimmo ndani nikiputa kazimie na mwaga maji ya moto. Ina maana nguvu zangu zimeshindwa kumdhibiti yule binadamu. Kuna kitu gani Malkia Nyakau? Kwa nini unafanya haya yote na ni nani alikopo nyuma yako? Amna yoyote aliyoko nyuma yangu. Malkia Nyakau, unanificha, niambia ukweli. Hapana Malkia, hakuna yoyote aliyoko nyuma yangu. Sawa, kwa hiyo sasa hivi umeamua kujichukulia maamuzi wewe mwenyewe, na kukumbusha mficha malazi kifo muumbua. Kwani kuna kitu gani kinaendelea kwa Malkia Kasuku? Mbona kama anaongea kwa mafumbo? Ah, mimi lazima nitimize kazi yangu niliyoagizwa. Unaendelea katika maisha yangu, mbona kama sielewi? Siaelew, nikilala mwili umechoka. Huyu mwanamke naye anazimia, sio kufa, si kufa. Yani sijiliwiliwi kunifanyia ubaya, maana yule mwanamke anaupenda uchawi kweli kweli. Ashindi yule kusema ukweli. Jamani, jamani, si wangu. Ah, nitaweka wapi jamani? Nikiumbuka mimi

Wudon umejifungia ndani ya hoteli bwana. Nimepata muda, lakini akili yangu iko sawa kabisa. Nimefosi kwa heshima yako. Eh hi, umefikiria nini kuhusu swala la mdogo wako Nachi? Ah, kuhusu hili swala la mdogo wangu Nachi nimekaa sana, nimelichunguza kwa ndani sana, lakini nilichogundua hapa kuna uchawi umetumika na yule shemeji wangu Aidon yule amelogwa. Na mfanyaji wa haya mambo yote ni mdogo wangu Nachi. Unajua, baada ya kugundua hili nimehuzunika sana kwa sababu amemloga mume wake. Yule jambo yule limenisikitisha sana. Yaani alafu ujue mambo ya kichawi haya Mwenyezi Mungu hata mwenyewe apende. Yaani ametumia mambo ya kiuchawi. Mbona hey, unazunguruka rafiki yangu? Ila mimi nisiwa nalijua. Yaani unaona mambo yako unajirudia rudia tu unazikuka zunguruka. Mimi nafahamu kama ile nacho na mloga mume wake. Mimi nataka nijue tu una mpango gani? Kuhusu mpango, Bwana Samundo, kwa kusema kweli mimi sina mpango wote. Na maana kukuambia siku zote njoo tuzungumze tukae tupange, ila kuhusu mpango mimi sina mpango wote. Sasa kama una mpango umenitia nini nyumbani kwako, mi nikajua jambo shari weka limenyeoka, tuja tufanye yetu. Sasa sikia, nikwambie wesi, una jambo la kufanya, nisikilize mimi. Sasa yule mdogo wako sikatumia uchawi. Sasa dawa ya mchawi nende naye kicha hivyo hivyo, mi navyoona ule yule, tumpige kitu kwa kuluma zila na mjanga wangu, uko vizuri kweli kweli, huyu atamnyosha, atanyoka fia. tunakuja kwa kama turubai tunalia unafiki hapa. kumbe kifo tunakijua sisi uona, uona aje? Hapana, Samuni. Mimi siwezi kufanya ishu za kiuchawi. Naamini uchawi lakini sio mfanyaji wa uchawi. Siwezi kwa kweli. Hawezi kufanya yaani mtu anafanya ujinga kwenye ndoa yake anamloga mtu yote. Unasema huwezi kufanya au kisha ndo damu yako Yaani rafiki yangu wewe, yaani ningejua nisingekuja kama una upumbavu kama huu akuniambia. Yaani una akili kabisa. Haya, wewe mpango wako uko wapi? Si umeona upo kimya? Au una cha kuzungumza? Sasa, sikia nikuambie. Siku nyingine kama una jambo la muhimu, naomba usiditi hapa nyumbani kwako. Yaani umenipotezea muda wangu kibao. Mimi nikajua nikija hapa ni solution moja, tunakubaliana tunaenda kilingeni, tunaenda kumlifua mtu tumlaze mgomba.

aje kufanate shinguni asnasha aja kichwa kama hivyo ndio kitakusaidia nini? Inabidi ufikirie yale maneno niliyokuambia kuhusu kumua mdogo wako, yale ndio maneno sahihi. Inabidi twende wakulumazila, tumnyoshe yeye, si mchawi. Mchawi ni ndenaye kiuchawi, tunamua hapa, tunaweka maturubai, tunakula aaake, tunaenda kumzika kama tuwajui. Mimi ni kila kweli kwanza mimi mwenyewe sababu ndio nimeamini, si kweli kula babu wa msiba. Yani kitambo tena, ninaamua babu anachi kweli kweli. Tena siku wakifa nitaula ile babu kwa hasira kweli kweli, na furaha kedekede, kufanya kama nilivyokuambia yaani. Hey, kumbe mtoto yupo. Hey! <laughs> umefikaje fikaje huku wewe, unazuula kweli? Asa Mustafa, inabidi basi baadaye kuja kunaonesha chumba achotaka kupangisha. Saa kana vizuri, huyo mtoto ana adabu kweli. Ule ukasuku, mbona Samundo, baada ya kukuona tu wewe unabadilisha mada. Kuna chochote ambacho unakijua? Hapana, mimi sipii chochote kile. ndugu yangu ah, bwana, hapa niko njiani, wanakuja nyumbani kwako hivi. Aya, umetoka sasa, unatarajia kurudi saa ngapi? labda ah. Okay, anyway. Nilikuwa na mazungumzo mengi sana na wewe, japokuwa kuna exclusive ambayo nataka nikupe. Hivi katika siku hizi mbili tatu hapa umebahatika kupitapita hapa mtaani kwetu? Ah, sasa ndo maana unapitwa sana ndugu yangu. Katika pitapita zangu leo nikakutana na msichana mmoja mzuri sana <laughs> kwa jinsi ninavyokujua wewe, kama ungemwona alo, ungepeleka posa kwao. Nakuchota wapi? Ndo nakwambia ukweli mzee wangu. Mi si najua vitu vyako ndo hivyo, sema haujachelewa sana. Uwe fanya kitu kimoja, geuka mtaani afu nicheke, alafu tufanye doria hapo mtaani nami tutakutana naye tena ana ana shauku sana kujua mambo. Sawa, anaitwa Kausar. Anaonekana ni raia wa mtaa huu tu. Fanya, fanya ugeuke haraka Baridi. Washemi, habari yako? Salimia lakini, bwana shemeji, kuna haja gani au kuna umuhimu gani wewe kuwa shemeji yangu, wakati mtu ambaye haunisikilizi kabisa mimi? Wewe sijakukataza kuja nyumbani kwangu. Kwa nini utakunisikia na nimekukuta pale na mke wangu? Lakini mke wako ndo amenipigia mimi simu. Mnashindwa kufanya mazungumzo nyumbani kwenu, mnakuja nyumbani kwangu na mnakuja kuzungumza vitu ambavyo mke wangu anashindwa kuniambia mimi, anakuambia wewe. Unaona hii ni sawa? Sikiza shemeji yangu, anakuambia unajua mimi nache ajaniambia chochote kile, sawa. Sasa wewe unavyoniambia maneno kama haya, unajua unazidi sana kunichanganya. Yani mtu akupigie simu na wewe utoke nyumbani kwako kuja nyumbani kwangu alafu asikwambie chochote, inawezekana vipi? Mimi nafahamu kila kitu. Najua kabisa mke wangu kuna vitu ambavyo vinamsumbua na anashindwa kuniambia mimi, mme wake wa ndani ya ndoa, anakuja kuombea kaka yake. Wewe unaona hii inaleta picha nzuri? Mke anastahili kumwambia kila kitu mumewe, inawezekanaje anaenda kuambia watu wengine wa nje? Sijapenda kabisa Asu, ah. Yani mi nazungumza alafu mtu anaondoka hivi? Shemeji yangu nanionaje mimi? Mbona nadharau sana? Yaani navoongea hapa ni utumbo tu, uuzi sana. Bona nirudi zangu nyumbani. Sio muda sahihi wa kuzungumza mimi na wewe. naomba niache, niingie ndani. Najua kama umenikasirikia mume wangu, lakini leo nataka nikuambie ukweli ah. Sasa hiyo ndo kauli sahihi ambayo nilikuwa naitaka nisikie tangu hapo kabla. Sawa, basi katika ukweli ambao nataka kuniambia usipindishe hata kitu hiko kimoja, niambie kila kitu kikiwa kimenyooka. Sawa, nieleze. Nilienda kwa mganga kuroga ili unirudie, na sio mganga tu, nilitumia hata majini ili niweze kuwa na wewe. Yote ni kwa sababu nakupenda sana lakini imekuwa ni majuto kwangu kwa sababu wale majini wanataka nikutoe kafara. Na mi siwezi kufanya hivyo kwa sababu nakupenda. Usitaka kuniambia kila kitu ambacho unazungumza katika kinywa chako ni ukweli na hakuna hata chembe ya uongo. Usiniambie mke wangu kwamba kila ambacho nilikuwa nakisikia ni kweli na wala si uongo. Ni, ni kweli. Kweli siwezi kubadilisha uongo kuwa ukweli na ukweli kuwa uongo. Ukweli utabaki kuwa ukweli na uongo utabaki kuwa uongo. Ni kweli nimefanya hivyo na nimeshindwa kuwa, kwa sababu nakupenda.

nimesikia vitu vya kuumiza sana mpaka kupelekea maumivu ya kichwa changu ah. Na katika kile ambacho umezungumza kina ukweli asilimia mia na hakuna hata chembe ya uongo mke ah. Wangu, nilikuwa tayari kuandamana na yule ambaye anajua muhimu na thamani yangu, lakini wewe nimekutoa Niliwahi kusikia kwamba ndege wafananao huruka pamoja, lakini nasikitika sana kuona kwamba wewe leo hii si aina ya ndege ambaye anafanana na mimi. Kwa kila ambacho kinaendelea hapa, mimi naomba nisiwe mzungumzaji sana, niseme tu hapana, na hilo nachotaka kukisema ni sahihi. Uko sawa, inanipasa kuwa hivi, na ndio malipo ubaya wangu tu kwenye maisha yako. Naye aliwahi kukupenda. Anakupenda. Na ataendelea kukupenda. Sidhani kama naweza tena kuwa na wewe. Nisamehe. Unaumia sana kwenye moyo wako. Kama machungu yako yanaondoka kwa kulia, we lia tu, ili moyo wako huwe na amani. Na ukimaliza kulia, umfikirie mke wako, maana anakupenda sana, lakini amepita katika njia isiyo sahihi, na amefanya hivyo kwa sababu anakupenda. ulipotoka ni kwema kweli kwema kaka sasa kama ni kwema hayo machozi yako yanamaanisha nini haya ni <sighs> machozi ya furaha nimeweza kumwambia mume wangu ukweli wote mbona bado unaniacha njia panda Embu jaribu kunielezea vizuri Naona kama bado kuna kitu nanificha, kaka. Ulikuwa ukinikataza, lakini bado ninaendelea kumfanya mume wangu maovu, lakini sasa hivi ndio ninajutia leo yote ilokuwa nayafanya. Ndo nimekuelewa. Na kama umeamua kuwa mkweli kwa mume wako, ni jambo zuri sana. Chukua begi lako na karibu tena nyumbani.